Na nyumba ambayo umepangisha wapangaji lakini pesa unayopata ni kiduchu, au una guest house ambayo pia haikuingizii kipato kikubwa, au una nyumba lakini iko tu, hujui uifanyaje ili kuongeza kipato. Sasa kuna fursa ya kugeuza hiyo nyumba yako kuwa Airbnb. Hii Airbnb ni utaratibu wa ku ingiza wageni kwenye nyumba yako ambao wa wanatoka nje ya nchi. Unajua kuna wageni wengi sana wanakuja hapa nchini kwa shughuli mbalimbali. Hapa Dar es Salaam kwa mfano, kwa wakati mmoja, kuna wageni karibu elfu hamsini. Sasa ukiangalia hoteli tulizokuwa nazo hapa ha, hazina yani, zinazidiwa kwa sababu wageni ni wengi, hoteli ziko chache sasa utakuta hawa jamaa wanahangaika kupata hoteli ambazo kidogo zina hadhi ambao wanaoitaka. Kwa hiyo ndio maana wa wajanja wamegundua hili swala la kutumia Airbnb, kwa maana unapata wageni kutoka nje na wanakulipa kwa dola. Utashangaa e, kwa miezi mitatu tu kipato unachoweza kukipata ni sawasawa na kipato ambacho unapata kwa mwaka mzima ukitegemea kama hizi guest house au wapangaji hao wa kawaida. Sasa nitakueleza faida saba ambazo unaweza kupata kwa kuanzisha biashara ya Airbnb. Kwa hiyo kuwa nami mpaka mwisho uone hizo faida saba unazoweza kuzipata. Moja ni kipato cha ziada kisicho na kikomo. Faida ya kwanza ni kipato, kipato ambacho ni cha uhakika na pia ni kikubwa. Kwa hapa Dar es Salaam, maeneo kama ya Mikocheni au Masaki au Oyster Bay, kama una nyumba e, una una uhakika wa kupata wateja asilimia sitini na nane. Wenyewe wanaita room occupancy, yaani asilimia sitini na nane unapata wateja. Sasa hiyo katika hali ya kawaida sio sio sio rahisi lakini pili e, gharama zako kwa mfano za chini unaweza ukachaji dola sitini e, kwa, kwa siku. Sasa dola sitini kwa siku unazungumzia una, una e, kama kila siku unapata wateja unazungumzia kwa siku thelathini. Sasa siku thelathini dola sitini kwa, kwa siku unazungumzia dola elfu moja mia nane. Hizo ni hela nyingi sana kwa mwezi. Sasa, you can imagine, je, ingekuwa umepanga kwenye umepangisha hawa wapangaji wa, wa, wa, wa kawaida usingeweza kupata hela nyingi kama hiyo? Kwa sababu tunazungumzia sasa ni mamilioni ya pesa kwa mwezi mmoja. Kwa hiyo hiyo ndio faida ya kwanza, ya kwanza, unapata hela nyingi, lakini pili, una uhakika, huwezi kukosa mteja kwa siku mbili. Uwekezaji wa mali unaorudisha mtaji. Faida ya pili ni kuwa pesa ambayo unawekeza kwenye huu mradi wa Airbnb e, unairudisha kwa muda mfupi sana e, kwa sababu wengi wanasema oh, gharama si na nini yes, lakini kama unaweza ukakopa, mahali una uhakika hiyo pesa yako itarudi haraka sana, kwa sababu e, nitoe mfano. Kwa mfano hapa tunazungumzia mahali kama Kijitonyama e, ambayo ni investment yake yani, kukibadilisha chumba chako au, maana hii Airbnb na Airbnb sio lazima iwe jumba lote, unaweza kaa uka, ukafanya chumba au vyumba viwili na mwenyewe unaishi hapo hapo. Kwa hiyo sasa, hapo tunazungumzia unaweza ukahitaji kama milioni nne hivi kuweka chumba chako katika hali nzuri ili uweze kukitumia kawa, kwa kwa kwa BNB. Lakini sasa hizo milioni nne ukishaanza kupata wateja, yani muda mfupi tu inakuwa hela yako imerudi. O, sasa lile suala la kusema oh, kwanza pesa e, mtaji unahitajika mkubwa e, na wageni wenyewe hapana. Mtaji hata kama unapata yani, unatakiwa kubadilisha hiyo sehemu yako kwa milioni tano sita, hizo hela zitarudi. Kwa hiyo suala la kusema mtaji e, wa, wa, wa, return on investment yani, kurudisha pesa ulizowekeza ni muda mfupi sana. Namba tatu. Kuimarisha thamani na mali kwa kiwango cha kimataifa. Fursa ya tatu ni kuongeza thamani ya hiyo sehemu unaopangisha wa wageni kutoka nje. Eh, unajua unapokuwa unapata hizo pesa kwa kuanzia, usiwe usiwe mtu ambaye una uchu unataka kuzitumia kwa mambo yako mengine. Hizo pesa mwanzo zitumie kuwekeza tena kwenye kuweka vitu vizuri zaidi. Unajua watu wametoka nje wanataka vitu safi. Kwa hiyo hakikisha vitu vizuri unaweka eh? mambo kama ya AC una, unaweka vyumba vyako vizuri, sakafu una inakuwa iko vizuri kabisa, makochi yako mazuri, you know, yani iwe inavutia kweli kweli. Sasa hiyo inahitaji pesa. Sasa eh, zile pesa unazopata mwanzo hakikisha una- unainvesti kwenye kuongeza sasa quality wa wataalamu wanasema wa, wa yani kuongeza thamani ya hiyo nyumba sasa. Ukiongeza thamani ya hiyo nyumba, hata kodi ya pango utakayokuwa unapata nayo inapanda. Hatutazungumzia hatu, hatu dola sitini, tunazungumzia zaidi ya hapo. Kwa hiyo hiyo nayo ni fursa nyingine eh, kwa ukiongeza thamani ya sehemu unayofanya hiyo biashara utapata pesa nyingi Nne, kukodisha kwa aina mbalimbali za wageni. Fursa ya nne ni uwezekano wa kukodisha wageni wa aina mbalimbali. Unajua Airbnb, ina iko flexible ya, yaani unaweza ukaweka uka, wa, wageni labda kutoka kwenye ubalozi unaweza ukaweka wageni e, watu wa wa dini wa, wa, wa labda wanakuja maaskofu wanakuja manani viongozi wa dini mbalimbali ya kutembelea hapa nani, lakini pia watalii kama kawaida, tourist unaweza ukawapata, lakini hata o, celebrities labda wana mziki au watu you know. Kwa hiyo hii hi, ni fursa nyingine ya kupata aina mbalimbali ya wageni. Jambo la msingi tu ni ku, kwanza ni kuchagua eneo zuri nzuri, yani location, usiweke usiweke Airbnb eh, eh, eh, sehemu ambapo hli uh, yani uswahilini. Weka sehemu kama nilivyozitaja, kwa mfano kwa Dar es Salaam tunazungumzia Mikocheni, tunazungumzia eh, Oyster Bay, tunazungumzia Masaki eh. Sasa hayo ndio maeneo ambayo hata Upanga wakati mwingine unaweza ukatengeneza pesa kweli kweli. Namba tano, uendeshaji rahisi kupitia jukwaa Fursa namba tano ni urahisi wa kuendesha hii biashara. Kwanza kuna swala la wafanyakazi. Sana sana unaweza ukahitaji wafanyakazi kama watatu tu, mmoja labda cleaner wakusafisha safisha eo, mwingine ni kwa ajili labda emergency kumetokea, labda kitu hiki kimeharibika au na nini na at times unaweza ukapata watu mtu wakataka labda mpishi wa wakwapikia chakula na vitu kama hivyo. Kwa hiyo huhitaji wafanyakazi wengi, ni wachache tu na biashara inaendelea lakini pia utaratibu wake e, hata kwenye kupata wageni zaidi ya ambao wewe unawatafuta, lakini kuna kuna platforms kaza booking.com na yaani digital platforms ambazo zinaweza kukuletea wageni na ukapata wageni wengi tu kwa kutumia hizo digital platforms. Kwa hiyo sasa unaona kuwa uendeshaji wake unakuwa hauna, hauna changamoto nyingi, ni kuwa ukishaanza tu ni pesa Namba sita ni fursa za kuongeza huduma na mapato zaidi. Fursa nyingine ambayo namba sita ni kuongeza huduma ambazo zitakuongezea kipato. Kwa hiyo sasa, pale kwenye Airbnb unaweza ukaweka ka kaunta ka, ka kidogo, ukawa unauza waini. Wazungu wanapenda sana mambo ya waini au whisky, kwa hiyo ukawa uka una, unawawekea uka au sio unaweka kaunta ukawa unaweka tu friji na wanachukua alafu wanakulipa. Lakini pia unaweza ukaingia uka makubaliano na jamaa wa, wa Uber au Bolt eh, wakawa wanachukua wageni kuwapeleka airport au kwenda kuwapokea, unakwenda mwenyewe airport eh, kuwapokea, na sasa hiyo hela inaingia hata kama ni Uber na wanakupa asilimia fulani eh, kwa hiyo kuna huduma mbalimbali, chakula unaweza uka- uka-, ukarange na na hoteli au uh, eh, restaurant ikawa inakuletea chakula kizuri na mara nyingi hawa jamaa wanataka African dishes, kwa mambo kama ya pilau ya eh, unaweza ukawaletea uka, uka, uka, uka pale biriani na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ninachosema ni kuwa hiyo Airbnb inaweza ikawa ni fursa pia ukafanya huduma nyingine mbali mbali ambazo zikakuongezea kipato. Saba, ujuzi wa masoko na ujasiriamali. Namba saba na ya mwisho ni kuwa hii biashara Airbnb inaweza ikawa fursa kwako, na wewe kujifunza mambo mbalimbali yanayohusiana na mitandao ya jamii. Kwa hiyo unaweza ukajikuta uka unajifunza jinsi ya kutengeneza content ambayo ni nzuri, jinsi ya kutengeneza matangazo eh, kwa kutumia Canva na vitu kama hivyo, na au kutengeneza eh, video, video editing kiasi ya kuwa sasa baadaye unaweza nawe ukaanza kazi yako ile ambayo wanasema ni ya ya kutoa huduma za kidijitali kwa kupitia mitandao ya jamii na vitu kama hivyo. Kwa hiyo sasa hiyo Airbnb hapo hapo unaweza ukawa unaendelea nayo, lakini wakati huo unafanya biashara hii ya ya kutoa huduma za, za ku, kuwasaidia watu eh, katika mambo ya eh, ya yanahusiana na mitandao ya jamii. Kwa hiyo hiyo nao ni fursa nyingine inayoongezeka. Sasa haya ni mambo saba ambayo nimekuelezea, au fursa saba ambayo nimekuelezea zinazohusiana na hii kitu anaita Airbnb. Jambo la msingi tu uweze kuwa na jengo e, ambapo sasa hilo jengo hata kama liko kwenye hali nzuri, unaligeuza sasa kwenye hali nzuri, kufanya vyumba vile katika hali nzuri na kuweka makochi na vitu kama hivyo na kuweka ka kitchen kwa sababu hawa jamaa wana, wanataka wawe wanaweza kujipikia wenyewe hapo na vitu kama hivyo. Sio kwa uh, akae hapo alafu aende akahangaika huko kwenye hoteli ya yeah. Wakati mwingine anaweza kafanya hivyo, lakini wakati mwingine anaweza kaamua ku kujipikia mwenyewe, kutengeneza sandwich na vitu hivyo. Kwa hiyo unahitaji iwe na na vifaa maalum kwa ajili ya mtu ambaye anataka kujitengenezea mlo wake. Kwa hiyo refrigerator ni ya muhimu eh, na hata wakati mwingine unaweza ukawawekea pia e, mashine ya kufulia na utakuwa na wachaji of course. Kwa hiyo sasa, hii ni biashara nzuri na watu wanatengeneza mamilioni ya pesa, hasa kwenye miji mikubwa. Ninazungumzia Dar es Salaam, Arusha, ambapo Arusha kwa utalii ni kubwa sana, lakini hata Mwanza e, Dodoma nayo ina, inakuja juu, makao makuu yetu, mji kama wa Mbeya. Kwa hiyo tumia fursa zilizopo za Airbnb kama una nyumba yako, na achana na haya mambo, wapangaji wanakusumbua mara sijui hivi na vikodi vyenyewe viko vya chini. Kwa hiyo Airbnb ndio fursa ambayo inaweza ikakutoa ukatengeneza mamilioni ya pesa. Naona niishie hapo. E, naomba mwendelee kuangalia vipindi vyetu na sasa hivi tunatangaza, tunatangaza saa mbili ya usiku badala ya saa tatu kama ilivyokuwa zamani. Kwa hiyo usisahau hiyo ni saa mbili ya usiku eh. Kila siku tupo kwenye vipindi vyetu vya ujasiriamali. Mimi naitwa Ali Mwambola mtayarishaji wa kipindi na mtangazaji eh, asante na karibu tena kuanzisha biashara.